Ashikie na huvi vyote vitoki, yaani kikubwa kikubwa, nisikilizeni kwanza, ikwa kilzeni. Yaani hapo mimi ninachokitaka sawa, ninachokitaka mimi as ah, wamekaa hapo hmm, sindio? Kwenye action kwenye action huyu hapa wanamtageti, tuna nani hiyo na, sawa. Huyu hapa atampiga huyu kipigo ambacho kitamfanya hataweza kutembea. Wewe hapo sawa, ndo atakutageti na kumwambia baba yake, mmoja tu, mara moja tu kacha, sisi tunaelewana Umeelewani? Ili wewe asipatikane mtu akumfukuza nani, mzee unga. ili anapotaka kukuacha wewe, uko hoi, manaake yule anavopata nguvu huyu anafukuzana na nasni na fedi hivyo yani